Aliyekuwa mke wa Haji Manara Rushaynah, ambaye kwa sasa ni ex, ameamua kutia neno baada ya taarifa za ndoa ya Haji Manara na aliyekuwa mke wake Zaiylissa kuvunjika. So alichokifanya amekwenda kwenye peji yake ya Instagram, alafu amepost tu picha yake hapa, and then ameandika tumefurahi sana. Hii ni posti ambayo ameiweka ameandika ndani ya muda mfupi uliopita, baada ya tayari kuwa hizi habari za Haji Manara na Zaiylissa kuachana zimesambaa, lakini pia wanavyoshambuliana, kutukanana, kutoleana siri za ndani na vitu kama hivyo kuwa zinaendelea huko mtandaoni. So ameandika kwamba tumefurahi sana and then ameweka emoji nyingi sana za kucheka hapa. So unakumbuka kwamba Zaiylissa na Rushaynah walikuwa marafiki kwa ambavyo ilikuwa inaelezwa, na hata kipindi ambacho Rushaynah anaachana na Haji Manara ndo inavunjika e, ndo kipindi ambacho baada kuwa e, ya kuwaachana tu na Rushaynah, Haji akaingia kuwa na mahusiano na Zaiylissa mpaka wanaoana. Yalizuka maneno hapo katikati, kama unakumbuka kwamba huyu alikuwa rafiki yake, imekuwaje? Kumbe alikuwa anamzunguka, vitu kama hivyo, kwa hiyo Rushaina kuandika akisema kwamba amefurahi sana. Nafikiri uta hapo kuona kuwa eh, rafiki yako kama alikuzunguka akaenda kutoka na mtu ambaye wewe ulikuwa umekuwa naye kwenye ndoa mkaachana, then yeye akaenda kuolewa naye. At some point unaweza ukaona kwamba huyu eh, alikuwa rafiki yangu, kumbe alikuwa nammendea eh, mtu wangu kwa hiyo Nafikiri hii ni furaha pia kwa Rushaina, eh, kusema kwamba kiko wapi ulijitia, kuingia kwenye ndoa umekula za uso na we ni kama wale wale tu. Angalia sasa, uh, orodha ama listi ya wanawake ambao Haji Manara so far amekuwa nao kwenye ndoa na ameachana nao. Nadhani watu wengi ndiko wanapitia kwenye comments wanasema, shida lazima itakuwa kwa Haji, kwa sababu haiwezekani wanawake wote hawa ameingia nao kwenye ndoa, haikai muda mrefu, inavunjika. Na naweza kusema kwa Tanzania kwa wale ambao wanafahamika kwa maana ya watu maarufu Haji Manara anaweza kuwa anaongoza eh, katika masta ambao wamefunga ndoa nyingi na zikavunjika ndani ya muda mfupi. Yani ndoa haikai miaka miwili mitatu, imevunjika and then anaoa mwanamke mwingine. So sijui sasa hivi atakwenda kumwoa nani kwa sababu eh, yeye na Zaiylissa kwa yale ambayo yameweka wazi tayari yameshindikana, ndoa imevunjika. Niambia kwenye sehemu ya comments hapo na mtazamo gani, lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.